Wawili yule ambaye alikuwa amepotea amepatikana, ndipo baba yake anasema kwamba alikuwa amekufa, sasa amefufuka; alikuwa amepotea, sasa amepatikana. Sakramenti ya kitubio ina wafufua wale ambao tumekufa katika imani, tumekufa katika matendo hayo mabaya baya tuloyatenda yasiyoambatana na mpezi kwa hivyo dhambi inatuweka katika hali ya kifo. Dhambi inatufanya sisi kupotea, na hivyo tunapopatikana, tunaambiwa kwamba kuna furaha nyingi katika ufano wa mbinguni, wakati ambapo mdhambi mmoja anaporudi katika